Haya, tayeb, masuala ya mirathi, tunarudi katika kuzungumza tena masuala yote yanayohusu mirathi mm. kama ugawaji wa mirathi ni mamlaka ya Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, huo ndio ugawaji unakuwa huko mm. lakini kama, eh, kama utaratibu tu wa kisheria kikawaida mm -hmm. sio ugawaji mirathi yenyewe ndio. kwa maana kuzungumzia kwamba yupi ana haki ya kupata kiasi gani na yupi anapata kiasi gani. Kwa maana kwa vile kwa, kwa viwango zi vya kisheria si ugawa pesa yenyewe mm -hmm. Tunazungumzia kugawa zile, zile nisba viwango mm -hmm. zi vya kupokea, vya kupata mm -hmm. Amesema Allah subhanahu wa taala, yusikum llahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi lunthayain — anakuhusieni Mwenyezimungu mtukufu ya kwamba mm -hmm. eh, mwanamme lidhakari, yani kuhusu watoto wenu lidhakari kwa upande mtoto wa kiume anapata fungu katika mirathi mithlu mm hadhil unthayaini -hmm. Kama vile eh, ni mafungu ya watoto wawili wa kike wa wa naam mm -hmm. Kwa maana hiyo ukichukua katika mafungu, mfano matatu, mafungu matatu katika kitu, maanake fungu la kwanza, la pili na tatu, mafungu matatu haya mm -hmm. Kwamba eh, mwanamme huyu anapata mara mbili ya mwanamke, na maana katika mafungu matatu, mafungu mawili ya mwanamme ahuyu mwanamke, hiyo ndio jawabu, maana alivyouliza yeye, milioni thelathini, kwa maana mwanamme atapata ishirini, mwanamke atapata kumi. Lakini baada ya kupewa milioni ishirini mwanamme huyu, mwanamke pia kwa sababu wako wawili tu hawa, mtu na kaka yake, hebu usitumusie mwanamme, hizi ishirini alizopewa zinalenga nini? E, zinalenga nini? Zake peke yake ni zake peke yake, lakini je huyu mwanamke akipata shida kwa ujumla kwamba shukran. Swala muhimu sana hili, mwanamme anapewa fungu kubwa zaidi. mm. na ukubwa wa fungu si wingi wake. Dio. ni wingi wa majukumu aliyokuwa nayo. mm. sababu mume huyu atafikia wakati ataoa. mm-hmm. atakuwa na watoto. mm. watahitaji huduma zote kamili. mm. Anza kuwa na mke zaidi ya mmoja, nitaji huduma zaidi. Ndio. Anza kuwa wazazi wawili wamefikia utu uzima, nataka kulelewa. Mume, mtoto wa kiume atakuwa na wajibu zaidi wa kuwalea wale wazazi. Mm. Lakini pengine huenda dada yake ameolewa akaja kuachika au kafiwa na mumewe. Mm-hmm. Ana shida mbalimbali, atarudi kwa yule ambaye ni wali wa karibu, na kaka ni wali. Ndio. Kwa maana hiyo kuna mambo mengi ambayo kwa huyu mwanamme yanamkabili katika majukumu ya kutoa huduma. Mwanamme ni mtoaji zaidi kuliko kuwa mpokeaji na ndio maana akapewa fungu zaidi kwa sababu apate kuyasimamia haya. Kwa hivyo kugawana fungu kubwa haimaanishi kwamba kila mmoja achukue maisha yake tena wasiulizane tena baada ya hapo. Akipata shida, dada huyu ana haki ya kurudi kwa huyu kaka, na kaka ana wajibu wa kumtekelezea kile ambacho atakiweza katika mahitaji huyu dada yake. Kubwa tu nishauri katika swala hili la mirathi, eh, nimependa kutoa tu kwamba tambishi kwamba warudi katika mshenya wa kufuna mali ya amana kwa sababu huenda wanahisi kwamba wakigawana hivyo itakuwa ndio tayari uadilifu pengine kwamba hawajui baba anaweza kuwa na wake wawili. Mm, ndio. Wakawa na wao peke yao tu kwa mtu kwa, eh, wawili, pengine kuna mke mwingine yupo ambaye hamjui wao akawa pia naye ni sehemu katika katika wanaurithi. Ahonda na madeni aliacha vile anadaiwa vile yatazamwe. Wenda kuna wasia akaacha. Kuna kitu akaweka wakfu pengine hawajajua. Kwa hivyo akirudi kule inaweza kujulikana vizuri zaidi. Au kuna mali nyingine zaidi ya hizo ambazo inawezekana akawa hajazijua. Kwa hivyo ni bora kurudi kule ili wapate utaratibu mzuri katika wasimamizi ili kuepusha kuchukua kile ambacho si haki ya kupoteza kile ambacho ni haki. Wallahu ta'ala alam.